Ngoja, aemaao mwisho wa siku unageuka, na mbele ya safari hukawa na maindi sana. Usianze kunichengachenga kama maire na pakome wako kwenye uwanja hapa. natakiwa tuende kabisa, mlolongo eleweke. Niambie ni shilingi ngapi hiyo pesa? ili atleamacho nani nani? Mama! <laughs> <Medita>. <laughs> <laughs> naa nini kimemtokea? <laughs> Yaani ukweli ni kuwa mi kanazungumza naye tu vizuri vizuri, Melita, umeona, ghafla kametolea macho hivi. Abaganauma popunda labda ameshaelewi. Nishaelewa kinachomsibu Hebu tumchote tumwingize ndani. Haya sasa, unachakufanya hapa? Mkato amuna kisilana, akipita mtu akikusalimia, kimya unacheka naye, unajua <laughs> kwa magumu haya eh. Uwa mjomba, vipi uko na nani vipi mjomba? Havi, vipi vipi? Abari zako zipo bwana, uko na nani? Uh, tula basi mjomba sasa, ntulie, ntulie vipi? ntulie vipi eh? Tavuzako zinasikika uko mtani, unakimbizwa kama jogola siku kuu hivi bwana, ntishe eh? vipi au tayari ushashikwa wewe, unaoneta askari hapa eh, unavuta hapa na tawazee sema, hapo kwenye mjomba, ulipoisikia mimi nimekimbizwa hapo kwenye kweli, sema nini mjomba, tutaongea kiume mimi na wewe, sasa yako eh, tutaongea kiume mimi yangu, tuongee kikike hapa hapa, sawa <laughs> mambo salani, ushahidi bwana wewe kuna mtu alienda huko akapewa taarifa zetu, fikisha pale kwenye nyumba, waambie twende tukamchukue ndugu yetu. kwa muda wote, saa yoyote tunaenda kumpokea nani Kiberichi. ndugu eh? yetu kwa mganga basi, kwa hata kunaambia da sista, yani <laughs> Ah. tunamchukua ndo na mjengoni oh. hivyo yani, balunza mjomba na kama akifanya kazi vizuri, nampa kazi nyingine ya kumtasiwa, maana atakuwa amenikosha. <laughs> maana dada kumkunde si mwelewi, kila siku habari hivi uti uti uti, afu majibu hakuna, matokeo hakuna, kila siku anaenda huko amne ndugu yako. Bora ya mambo nishughulikie mwenyewe. Mjomba, nipe nguvu heshima. Sasa, so sikiliza mjomba, kama unavyojua mimi mtegi, au sio?

Kwa hiyo zimenishtusha kidogo, kwa sababu sijategemea kama hizo taarifa zingekuja kwa wakati huu. Mbona kama unanitisha, ni taarifa gani hizo? Relax, sio taarifa mbaya, ni taarifa nzuri tu. Hii swala letu ambalo tulikuwa tunakiu nalo sana, mm? La kuhusu uhamisho wa, wa huku tulipo, serikali imeshatupangia sehemu ya kwenda kufundisha pamoja na makazi kwa ujumla. Kwa hiyo muda wowote kuanzia sasa tunahitajika twende Bungu. Hili kweli la kustajabisha swala, so, letu tumelipeleka tu muda mfupi na limefanywa kazi haraka namna hii, ah, japo awali kipindi nazungumza nilichukulia kama jambo zito sana, lakini kumbe ni jambo la furaha. Umesema Bungu, si iko pwani hiyo eh? ehe ni pwani wow. naamini na huko kutakuwa na samaki watamu kama wa huko <laughs> sikutegemea mwalimu wenzangu kwamba ungekuwa unafikiria ujinga mimi hmm? niliwaza kwamba utaniuliza eh? deadline ya sisi kuwasili kule itakuwa ni lini au deadline ya kuanza kazi ni lini? lakini unazungumza tu unajisikia kule unachokiongea ha, hapo tena kuna kukuuliza lini? Hapo natakiwa tuondoke, sawa. Ila hujanielewa vizuri, nikizungumza hivi utanielewa. Shida sio kuondoka, naondoka, namwachaje Melissa katika hiki kijiji? <laughs> Unaondokaje? Ulikuja naye. Usichokijua eh, ah, sisi ni wawindaji tukisha nasa kitoweo, lengo ni nyama tu, mifupa tunamwachia fisi. Acha tamaa, mwache Melisa kwa mama yake huko, utakutana kina Melisa wengi tu. <laughs> Yaani katika hili sikuelewi hata kidogo Zamida. Karibu. Asante. kila nikikusubiri pale nyumbani sikuoni kupita. Kwa nini mkono nikufuate mwenyewe? Ay, eh, Mungu kaiona familia yetu sisi. Ametokea mtu amemfata kavungwa. Ameenda kumpa habari. Aachane na Udo kwa sababu Udo ni mke wa mtu. Yaani hilo jambo ninashukuru vibaya mno. Yaani nina furaha sijui hata nikwambie. Ni mtu gani anayemfuata kavungwa na kumwambia achane na Udo na akamuelewa kirahisi hivyo? Sio kama nimemwagiza, Mungu tu kutaka kunisaidia. Amejua tu yeye mwenyewe na hivi ninavyokuambia. Kavungu anamchukia yangu Udo, balaa <laughs> hmm. Ndugu Udoo <laughs> yani nina furaha ambayo lakini jambo Mwenyezi Mungu haina hata kifano, lakini ni jambo la kumshukuru na kingine kilichonifanya nifanya nije hapo udogo wangu, na safari nimekuja kukuaga, maana usiseme nimeondoka kimya kimya bila kuja kukuambia, tunatakiwa kutoka mimi na shimiji yangu Kavungwa na, na ifi yangu kadogo. hmm, safari ya wapi tena maana mnaondoka familia nzima, najea, nyumba itabaki na nani? Siendi kukawia, usijali, mizunguko tu basi. Sawa dadangu, mimi acha nikutakia safari njema huko mnapoenda, mfike salama na kila kitu mnachoenda kufanya kule kitimie. Mimi hata sikusindikizi, maana hapa nataka nipike Aya nitakumisi pia sasa maneno unayoongea linaingilia huku linatokea huku, labda nikueleze kitu sawasawa. Sawa, tena nisikilize kwa makini sana. Moyo haunaga kawaida ya unafiki. Kawaida kwenye mapenzi, mtu huwapendi mara mbili au hawezi kuwapenda watu wawili kwa wakati mmoja, lazima apende sehemu moja, sehemu nyingine ya tamani mzani hauwezi kuwa sawa. Kwa hiyo haunishawishi chochote katika hilo, niache na msimamo wako. Pole hmm, sana mwalimu mwenzangu, ni kweli unapitia mazito, lakini nikukumbushe kitu, kuna muda tunawaacha tunaowapenda ni kwa sababu majira yanabadilika. Nono no, no. Let me tell you something, the true love comes from the heart and the true love never die. Nampenda sana Melissa. Sawa sawa, na nitahakikisha mguu mosi, mguu pili, mimi na yeye mpaka bungu, man to man. Na kawaida tukenda kule, mimi nitakuwa na mji wangu nani atakayeweza kunichagulia mwanamke wa kuwa naye? No, simuoni yoyote yule. I see no one. Sawa, have a nice preparing of our travel mwenzako hmm. Tunakunywa supu na bakuli tupo, tunaacha kwa mwenza supu <tune> Siwa siwa. siwa. Nimekuja kukuchukua wewe. Kunichukua? Mm. Utaenda kujua huko tunapokwenda kitu gani kilichonifanya mpaka nimekuja kukuchukua body Odi odi, nyumba hii changogo jomba. Hmm, mbona bakukimya sana? Mume wangu, najua ni mambo mengi nimekufanyia mabaya, ambayo hakustahili kufanyia wewe, yalistahili kumfanya mtu ambaye ni adui kwangu. Msamaha wako na radhi yako ndio utakaonifanya mimi niishi tena kwa furaha na amani. <laughs> Kama ilivyo ada, kila pesa mwanamke iko chini yenyawo ya miguu ya mume wake, naomba unisemee mume wangu. <laughs> Nimekusamea mke wangu. Kama umefahamu kosa na umekiri, nami mimi nakuahidi nimekusamea leo paka kesho wa kiyama mbele za Mwenyezi Mungu. Pindi unanikosea mimi, lakini hata mimi pia huwa namkosea Mwenyezi Mungu wangu. Na bado amenikia nafasi ya kuomba msamaha mbele zake. Kwa hiyo sina budi kukusamea. Nimesafi nia mbele zako. Huna kosa tena. Kwangu umekuwa mpya. Hivyo nimekusamea. Nakupenda sana mke mke wangu. Nakupenda pia mume wangu. Basi na mazo <coughs> asa, hapa ni nje hapa kumbi, tuingie japa hapo. Ni sina magongo, achechemea, shida ya moyo, hawezi kuongea, mdogo wangu kipunje nimepata story fupi sana kwanza nikupe nimepata fupi sana kukuhusu wewe, nikupe pole kabla sijakulaumu. Mimi ni shapo wa Sisteli, sema ndo mi kama hivyo ulivyosikia mi nilikuwa bado kidogo niishi, ila ndo mungu akasaidia, nimescape mpaka nimekuja kufika hapa mtaani. Lakini nimekaa nimefikiria mwenyewe, nimeskoti, nikagundua kwamba hivi nilivyokuwa nafanya nilikuwa nakosea. Na kuna wakati nikawaza kwamba naweza nikavuta au nikawashua tairi afu mimi nikawaacha masisteli, mnatangatanga. Nimefikiria mimi nimefikiria ni mbona bora niachane na hivi vitu na pia nashukuru sa God kwa kunibless kupata huyu mwanamke Niza, amekuwa akinisimamia katika mambo mengi na hata kwenye vitu ambavyo nikiwa nateleza narekebisha, acha bangi, fanye hivi. Ni mwanamke ambaye anaonyesha sana kunijali, kwa hiyo mimi niseme tu kuanzia leo, sisteli Uwami kufuta bangi tena sokwele. Mimi sigara la bangi. Uwami nimeachana nana. Mi nitaendelea kufanya mazingira la mengine lakini ale madili yote mimi nimeshaachana nana. Yani, niseme na shukuru sana kusikia hivo. Mimi nilidako, unajua na nakupenda kupenda sana. Kwa ya mimi kusikia mazuri yako, nafurai sana. Unajua, ya wano napenda sana kuzarao. Haimaanishi kwamba sisi kuzaliwa wa kwanza labda ndo tu kuzarao hui. Hapana, yani wewe tumekupa kipaumbele sana. Wewe ndo mwanaume, wewe ndo kila kitu kwetu. Alafu tunakupenda sana kipenzi. Kwa mimi kusikia hivyo, ah, niseme tu nimefurahi sana. Ila kama umeacha, uwe tu umeacha kweli. Mambo mabaya sisi hatuyataki. Yeah, ni kweli mimi nimeacha na ukitaka kuamini kama unavyonijua, mimi ukiniambia kitu nikisema sitaki sitaki, basi na hapa mimi ndo nimeongea kwamba nimeacha bangi basi kweli nimeacha ni for real. Haya, mimi nenda zangu dukani, nikuletee misumari hata miwili tu. Vute asisteli, unaanza kunirushia. Usinilete misumari wewe, niletee maziwa miniinywe vipipipipi nini vipi? Kifua vile na dambua baridi hapo na kata yarostof, maisha nae. Haya, mtu unayejali afya yako sasi ndio. mm -hmm. Nazumuli la kuja hapa. Nimekuja kutoa shukrani zangu kwa lile jambo ambalo umenifanyia. Hakika limeenda sawa. Mume wangu amenipigia simu na tumeongea. Ameniahidi atarudi kesho. Na hata huko sehemu anapofanyia kazi, Amenisimulia kama vonyambia yeye, Kwa anauza chips na hapo sehemu anapouza chips, Sasa hivi yeye ndio amewekwa kuwa msimamizi kwa hapo anapofanyia kazi. Kwani nimekuja hapa kutoa shukrani zangu. Usimkabidhi mimi mkononi, kuna mara pake unapotakiwa kwenda kuiweka. Alafu unakumbuka nilikwambia kwamba ukija na hela ya, ya noti, unatakiwa uje na hela ya sarafu. Hakika nimekumbuka. Sarafu hii hapa, nimekuja nayo, nako mwalimu wangu aa sha mahali husika, ndio nimekuhusu. Unaweza kwenda, ila utakapokuwa na shida yoyote usisite kufika hapa, nitakusaidia. Sawa, sima Abe? Bila shaka unajua anatakiwa kufanyiwa tiba haraka iwezekanavyo, ili atakapokuwa sawa na kuli katika hali yake ya kawaida aweze kukabidhiwa familia yake. Ah, twende zako tokako huko, ni mbaya kiukweli. Kuna kitu kinanichanganya hadi mimi mwenyewe nakosa majibu. Maana nimepitia kijueni pale kumsubiri Makoroboi, sijaweza kumwona nikasema ngoja niende nyumbani kwake. Nafika kwake nakuta kuna kufuri mlangoni na nilishtuka kidogo, nikajaribu kuuliza majirani zake, wakaniambia tangu ulivyotoka naye Makoroboi hapa tujamuona. Kinachonichanganya zaidi, Makoroboi ana tabia ya kwenda sehemu pasi kunitumia message. Kama kuna sehemu amekwenda, anahisi kwamba nikipiga simu anipate, lazima nitumie ujumbe, Mbwembwe kuna sehemu nipo. Ukitoka kupitia hivyo vyote hajafanya kwa maana hajatuma message, hajaacha ujumbe kwa majirani, na wala hajanipigia simu. Nikaona kete yangu ya mwisho, niende kule shambani. Nilipokwambia mke wangu, nilikwambia, sasa hivi na sisi tumewekeza hatutaki kutumwa tumwa tena, eh. Nimefika pale, nikakutana vijana ndugu zangu, vipi, kwema? Kwema. Ehe, Makoroboi ikafika hapa, wanasema Makoroboi ulivyoondoka na wewe, hajarudi sasa. Kutokana na kijiji chetu, najiuliza maswali anashindwa kuyapata majibu, ila pia hata ulivyoondoka hapa, mwangu alikuja Shakira. Shakira kaja hapa, anakuja kuniambia kwamba Udo, baada ya pale kuondoka, sisi tu Udo, aliwatoroka ndugu zake, namaana Udo katoroka, hayupo, eh. Mi kwangu taarifa zilikuwa ngeni, nikamwambia hapo naponiona na mwangu hayupo. ila hata akirudi, asiponikuta akijua tu nimeenda kwa Udo, hata ile mashaka yoyote tukaenda wezi amini, tunafika pale tunamkuta Udo mzima, tena hakiwa na mume wake. Mume wake karudi, wana fulana ndoa yao yani, wezi amini, nimechoka. Ila nilimuuliza Udo, haya kilitokea nini, wewe mpaka wewe umekuwa hivi? Akanipa sababu zake. Mimi kwa upande wangu nilishukuru Mungu na nilifurahi sana, kwa sababu pia kwa ile hali ambayo alikuwa anapitia, eh, ilikuwa ni ngumu sana. Mimi mwenyewe nimeshukuru kwanza, na mume wake kurudi, mapenzi Mungu kama zamani. Ila umenipa amani kuniambia Odoo na mume wake wako sawa. Yaani nimepata habari njema nyingine hii. Yaani Mungu ashukuriwe kwa hili. <coughs> Sasa mimi na kwangu ndiko la hili na limeisha. Na kuja kwa upande wako wa makuruboi. Mimi kabisa na mashaka na hili. Maana hapa kijijini kwetu unajua bisa jinsi tunavyoishi. Sasa itakuwa ameenda wapi? Mimi mwenyewe najiuliza kama unavyojiuliza wewe. Hatari. Basi acha nikakuletea maji ya kunywa mwanangu, ili ushushe hiyo pressure yako. Asante Mm. mbona leo ya Firauni na Musa yamekuwa kipi kipi na mambo haya nah? maji kweli, haya kweli anataka kunimwagia tu, ebu aje na kama kunywa. Azeewzakamotea mtu sumu hapa na sababu yake

Niliwai kukutana naye katika mazingira sitofahamu, kwenye hali ya uchizi mchafu, hajitambui, anabeba makopo, ana kazi tu ya kuongea madudu madudu. Hmm, sasa mbona hapa nimemsalimia ameniitikia vizuri? Au mpelelezi alikuwa akivizia? Ama kweli dunia tujaimaliza

hapo tu tuseme, sasa, ina lilahi wa ina lilahi la juni, naona kazi ya Mungu haina makosa. Lakini hapo mimi niulize sasa, biasi mimi mauti wa Melissa, hata nikikueleza mdau, hautonielewa cha msingi mwana kama makopa makopa hivi jaona mama, labda hawa ndo wanaosababisha kifua cha Melissa. Umejileta mwenye, nitakunyonga hapa hapa. Ngoja kwanza, ngoja mama, yaani wewe kweli upigane na mimi? Kataa kucheza, kaikopotezea ndani <coughs>

ihazindie, hey! Wewe hauna hatia, huyo aliolala hapo chini ndio alikuwa nakuendesha wewe, tumchukue. Ama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini uvungu tujaviona naubadiri mchana kuwakiza kama ubaya wa mwachi, Mungu wanalipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona, wanaitwa mekwa. mekwa kuna fimbo ya aja inayoweza geuka nyoka yani, utastaajabu kuliko yale yanaviusa. Ah, uh, kumbe kuna siri nzito sana.